Ninayo machache ya kuzungumza kuelekea mchezo wa kesho, lakini la kwanza la msingi kabisa ni kuhusu uh, technical bench yetu. eh, najua tukimaliza huu mkutano hapa kutakuwa na maswali mengi yanaendelea huko. Tumeshaona Yanga imemtambulisha kocha mkuu, tumeona Yanga imemtambulisha kocha msaidizi, tumemwona leo kwenye mkutano wa waandishi wa habari kocha Patrick Mabedi.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 mchezaji kama Celestine kwa ambaye umemuulizia, yeye yuko fit 100%. Haukumuona kwa sababu za kiufundi, na utamuona kwa sababu za kiufundi hivyo hivyo, kama mechi itamuhitaji na mwalimu ataona game plan hii, namuhitaji Celestine, kwa dudu washa liko tayari kwa ajili ya hiyo kazi. Kwa hiyo muda wote, nafasi akupatikana, atapewa na atakuja kwa tu ni wachezaji wote eh, kama shua boy hujamuona pia eh, Faridi Musa pia hujamuona. Kwa hiyo tunasajili wengi ambao bado hawajionekana. Na taratibu za mechi watu ishirini na moja wanakaa benchi, sindio eh? watu ishirini na moja wanakaa benchi wanakuwa kwenye kwenye taratibu za, za mchezo kumi na moja wanaanza na wengine wanakuwa wamekaa kwenye benchi pale. Kwa hiyo sio wote ambao tumewasajili utawaona kwenye, kwenye mechi, maana yake kuna plan mwalimu anaandaa, na hiyo plan ikimuhitaji mchezaji fulani ataweza kutumika.